Katika barabara kuu ya Igunga Nzega, gari namba T. 275 EEK likiwa na tela namba T. 944 CEY Scania tanki mali ya Gudal Petrol Station likiwa na shehena ya mafuta ya diseli, likitokea Dar es Salaam kuelekea Nzega, likiendeshwa na dereva Shabani Ismaili Gunda, liligonga gari namba T. mia tatu na kenda DUK likiwa na tela namba T